Tunakuwa omba, omba, tunakopa kujenga, tunakopa kuitengeza nchi. Mwengine huko asiyejua anasimama, hii serikali ya kazi kukopa. Kwani tunakopa kwenda kununua sare za harusi? Tunakopa kujenga barabara, tunakopa kujenga mashule na huduma za afya. Najua mambo ya ajabu sana. Kwani shule zote zilizojengwa Tanzania na watu wote waliojenga mahospitali walienda kukopa mamikopo yao kule ya ovyo, ovyo ya wizi, serikali inakuja kulipa? Yaani hapa mimi nimeshaona ufisadi mkubwa unaelea tu. Kwa hiyo mtandikwe tu hayo madeni shauri yenu. Watu wengi wametulaumu sana, lakini fikiria nyinyi, ndio wasomi. Juzi mama ameenda kukopa 1.3 trilioni deni, na tuna majengo hivi sasa ya madarasa ya vituo vya afya ambayo yanajengwa kwa tozo, hivi ipi bora eh? Watanzania wa miaka wa 60 ya uhuru, kuzidi kukopa na madeni au tubanane banane hapa hapa tujenge wenyewe bila madeni haya makubwa, makubwa ya makubwa makubwa yasiyoeleweka? Ni lini sisi tutafanya wenyewe? And how tutembeze bakuli ndiyo heshima? Tukichakopa tunapiga makofu sisi, wa kukopa kila siku tukasema pitisha tozo, anayetaka asiyetaka pitisha tozo, lazima tuanze kujenga wenyewe. Nani atafanyia? Yuko wapi huyo mjomba? Tukapitisha. Sasa elfu mbili ishirini na tano mtaamua, mkitoa waliopo nayo sawa, waje watakao kuwa kazi yao kwenda kukopa. Endapo, hiyo ndio namna ya kurani nchi hivi. E, sasa sasa, tuna deni letu 70 trillion hivi, e mm, e that ihah kuna siku nchi tapigwa mnadai, mm, madeni madeni madeni, bajeti yetu trillion 30. Sawa eh? Bwana, mmenyamaza sana. Trilioni thelathini thelathini na kitu, si ndiyo? Kumi katika hizo, kwa mwaka tunalipa madeni trilioni kumi. Tumeenda kopa 1.3, tunapiga makofi mji nzima 1.3, tunawapa wazungu kumi, mariba matupu. Bwana tufanya sisi mazezeta, hela yako mwenyewe anachukua hela yako, halafu anakupa kidogo, unashangilia Toza, fanya hivi, tujitegemee, tusimame wenyewe. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa deni la serikali kufikia tarehe 30 Juni 2024, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 97.35. Kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi trilioni 82.25 kilichokuwa kimeripotiwa katika mwaka wa fedha wa 2022/2023 hii ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15.1, ambalo ni sawa na asilimia 18.36. Deni hilo linajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 31.95 na deni la nje la shilingi trilioni 65.40. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uendelevu wa deni la serikali imebaini kuwa deni la taifa bado ni himilivu. Viashiria vikuu vinaonyesha kuwa thamani halisi ya deni la nje ni asilimia 23.6 ya pato la taifa chini ya ukomo wa asilimia 40, na deni la jumla ni asilimia 41.1 ya pato la taifa chini ya ukomo wa asilimia 55. Malipo ya deni kwa mapato ya mauzo ya nje ni asilimia 127.5 chini ya ukomo wa asilimia 180, na malipo ya deni kwa mapato ya serikali ni asilimia 14.5 chini ya ukomo wa asilimia 18.